Na mtazamaji wa Faida Online TV ni siku ya Januari 27, 2026, siku ambayo e, taifa linakumbuka kuzaliwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ndiye amiri jeshi mkuu wa Tanzania. Katika kuadhimisha siku hiyo ya kuzaliwa e, shule ya sekondari ya Shangani katika siku hii ya leo wamepanda miti, lakini ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenan Sawala, lakini nyuma yake pia kukiwa na ndugu zetu wa madawa ya kulevya Tumefika hapa na kukuandalia taarifa ifuatayo. Naitwa Karim, faida hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe kwa like na comments yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Kanali Patrick Sawala akiwa kama mkuu wa mkoa wa Mtwara, ambaye ana nafasi ya kuzungumza machache katika siku hii ya leo, dhamira ya kuja hapa mbali ya kuwasalimu lakini ni kuungana na mheshimiwa rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Mheshimiwa rais kwa namna anavyoipenda Tanzania kwa namna anavyotupenda sisi, akasema katika kusherehekea siku yake ya kuzaliwa atashiriki katika upandaji wa miti. Lakini sasa hivi ukiwa na miti kuna biashara inaitwa carbon trade eh, si ndio? Biashara ya hewa uka, ukitunza miti unapata na hela vile vile, kwa sababu ni biashara. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameamua kusupport maisha ya Watanzania. Ameamua kupanda miti katika kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Na nawapongeza sana mamlaka ya kudhibiti masuala ya madawa ya kulevya na naomba ufikishe salamu hizi kwa Kamishna Jenerali kwa maamuzi yake ya dhati ya kuungana na Mheshimiwa Rais katika zoezi hilo la upandaji miti kwenye sherehe hizi za kwake kumbukizi ya kuzaliwa kwake, na mimi nikaona ni vizuri nije niungane na ninyi wana Mtwara, niungane na ninyi wanafunzi wa Shangani Sekondari na kila mmoja katika kumsupport Mheshimiwa Rais katika zoezi hili la upandaji wa miti ikiwa ni kumbukizi ya siku yake ya zai niwaombe, ninyi wanafunzi, lakini mwalimu, ambao ndio walezi na wasimamizi wa wanafunzi. Nimefurahi hapa shuleni, naona miti ipo, lakini kama kuna maeneo mengine ambayo bado yapo wazi, kulingana na mpango wa matumizi ya eneo hili, basi tuendelee kupanda miti. Naitwa Salome Mbonile, ni afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Nimemwakilisha kamishna msaidizi wa kanda ya kusini. Tuko hapa kuadhimisha siku ya kuzaliwa Dr. Samia Suluhu Hassan, siku yake ya kuzaliwa, ambapo tumefanya hapa hapa shuleni kwa kupanda miti ya matunda mbalimbali ili kuienzi siku hiyo. Mimi, mimi naitwa mwalimu Joseph Oswald Prenge ni mkuu wa shule wa Shangani Sekondari. Ni kweli miti asilimia mia iliyopandwa ni ya matunda, wanafunzi watanufaika. Katika shule yangu wanafunzi wote wanakula shuleni, o kwa, kwa maana ya kwamba kama matunda, miti iliyopandwa tutaitunza vizuri, maana tukitusaidia ule wakati wa chakula tunaitumia kwa ajili ya mlo. Sisi kama taasisi huwa hatununuaji miti, tunashirikiana na TFS watu wa madawa kulevya, watu wa rushwa waandishi wa habari kama nyie, tunashirikiana kwa ajili ya kufanya li zoezi la upandaji wa miti. Kwa hiyo wasifikirie kwenye gharama, ukishashirikiana na wadau nadhani mambo yanakuwa tu mepesi. Kwa majina anaitwa Damas Christopher. Damas ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya Shangani Sekondari ambayo ipo manispaa ya Mtwara. Napenda kuishukuru mamlaka ya kupambana na kuzuia madawa ya kulevya kwa kuja kutupandia miti hapa shuleni kwetu, na sisi tunasema kwamba tutaitunza hii miti na kuiweka iwe vizuri iweze kukua